Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mhashamu Renatus Nkwande, askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Mwanza anawaalika mapadre, watawa, waamini walei na watu wote wenye mapenzi mema kuungana naye katika kuomboleza na kuwaombea marehemu waliopoteza maisha katika juma la uchaguzi, pia kuendelea kuombea haki amani na utulivu kwa taifa letu la Tanzania. Adhimisho hilo la misa takatifu litafanyika siku ya Alhamisi tarehe 13 Novemba saa 10:30 jioni katika kanisa kuu la Epifania Bugando Mwanza. Mwenyezi Mungu awarehemu na kuzipokea roho za marehemu wote katika makao yake mbinguni. Amina.